Siogopi mabaya, Bwana ameni si si ame shidia ninaishi isi kwa uhakika, ma amani matumaini matumaini Ta. Mtu anauliza leo mahubiri ya namna gani kuimbaimba? Mioyo yetu imejaa furaha na shukrani. Danieli akatupwa ndani ya tundu la simba. Kwa nini? Anaonekana Danieli ameihalifu amri halali ya mfalme, a legal decree from the king, ambayo iko kinyume na Mungu wake. Umenielewa eh? Umenielewa eh? Unajua magumu yaliyokupata wewe yalikupata kwa sababu mimi nilikataa utekaji. Umenielewa eh? yalikupata kwa sababu mimi nilikataa mpaka leo nakataa vile vile umenielewa mpaka leo nakataa vile vile mpaka leo Si <laughs> ukae ulegeze makongolo hapo. Ndio we ukaingia kwenye magumu haya, sababu mpaka leo mi nakataa vilevile. Mungu hataki, sheria ya nchi haitaki, dini nayo haitaki, jasusi naye hataki, na wanae nayo hawataki na nchi pia nayo haitaki hayo yako vile vile. Sasa ndio sasa we ukaingia kwenye shida hiyo Daniel. baadaye Danieli, kwenye tundu la simba, anashangaa simba wanatembea tembea hivi, wako na Danieli wanatembea tembea hivi ila Danieli anashangaa mbona hawamng'ati? Danieli anawagusagusa, ni simba kweli? Ni simba ni masimba hasa, ila kusudi aliloitiwa Danieli halijaisha bado. Kusudi mwanangu liloitiwa kama halijaisha Simba wote wa Shimoni hawana nguvu juu yako asema Bwana majeshi. Mungu ameweka kusudi ndani ya kila mtu. Wengine kusudi kubwa, wengine la kawaida. Kila kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako ikiwa halijaisha hakuna wa kukuua duniani na usifikirie Mungu ameweka makusudi juu ya walokole tu. Hapana, juu ya wanadamu wote. Mungu ameweka sababu ya kwa nini unaishi, akaipanda ndani yako hiyo sababu. Ikishindikana ameshindwa Mungu, kwa sababu Mungu mikono yake ni mikono yako. Mungu uso wake ni uso wako. Mungu macho yake ni macho yako. Mungu amejiungamanisha na wewe. Unapokuwa unatenda wewe, anatenda yeye, maana ni Mungu atendaye kazi ndani yetu, kutaka kwetu na kunia kwetu, kwa ajili ya kusudi lake jema. Mungu hana mikono. Unaposema Baba, nyosha mkono wako, ni mkono wa Gwajima ukinyoka, ndiyo mkono wa Baba umefanya nini? Umenyoka unaposema Baba, macho yako yanione, ni mtumishi wa Mungu fulani akuone. Akikuona ndiyo Mungu amekuona. Ni kama nikupe mfano, nikupe mfano eti, nikupe mfano eti, kwamba kwa mfano mimi najisikia kumnunulia mtu gari na sina. Toa mfano, najisikia nimnunulie mtu gari, naanza kumuomba Mungu, Mungu nimnunulie nani nani nimnunulie gari. Mungu anamwangalia ni nani anayetafuta gari kwa wakati ule, alafu Mungu ananiambia mnunulie Esta Wasira. Natoa mfano, natoa mfano. Mimi najikuta na kwenda kununua gari, ninanunua mimi, lakini Esta Wasira anasema asante Baba, kwa sababu Mungu wa mbinguni umenipa gari lakini aliyempa ni nani? Ni mimi. Mimi ndiyo nimekuwa mikono ya Mungu, mimi ndiyo nimekuwa macho ya Mungu, mimi ndiyo nimekuwa majibu ya Mungu kwake yeye. Mungu akuinulie mtu mwaka elfu mbili na ishirini na sita atakayekuwa majibu kwa ajili yako. Watu wote piga kelele haleluya! Rabashaka pasata shandeke pasata sasa nakupenda, sasa na kupenda, kaa kidogo iri ya marama na makapaseteshitala. Kwa hiyo utaniona mimi nimekupa gari, lakini kimsingi siyo mimi. Kwenye kuomba nimpe nani, Mungu hajasema nimpe tu yeyote Mungu anajikuta ananivuta mimi ni mpe fulani, hata kama sijui gari ni hitaji lake, kumbe Mungu ameona moyo. Kwa hiyo macho ya mtu mwenye Roho Mtakatifu ndiyo macho ya Mungu, akili za mtu mwenye Roho Mtakatifu ndiyo akili za Mungu, mikono ya mtu mwenye Roho Mtakatifu ndiyo mikono ya Mungu, na maamuzi ya mtu mwenye Roho Mtakatifu ndiyo maamuzi ya Mungu. utasubiri sana kama unasubiri Mungu ashuke kwa sauti kwenye horn speaker kama hii, utasubiri sana. Na ndio maana wale waliopigana vita wametoka vitani wamekuwa wameelewa nini maana ya kunena kwa lugha. Mtu anakupiga kirungu, wewe unamjibu reka basantakaparaba, anawaza huyu mtu ni wa namna gani? Kwa sababu Petro Mwanafunzi wa Yesu yeye alisulubishwa kichwa chini miguu juu, kwa sababu amekataa kumkana Yesu. Matayo alifungwa kwenye gari akaburuzwa mpaka akafa. Hao ni wanafunzi wa Yesu. Bartolomayo alichunwa kwa ngozi, akachunwa ngozi katoka mpaka akafa. Stefano alipigwa mawe mpaka kafa. Luka alichomwa mikuki Ugiriki mpaka akafa. Hakuna mwanafunzi wa Yesu aliyekufa na malaria au na magonjwa wote wale. Tena Petro alipoambiwa unatakiwa kuuawa au kana imani yako, akasema niko tayari kuuawa, wakamwambia tunakusurubisha msalabani kama bwana wako, akawaambia a, mimi msinisurubishe msalabani kama bwana wangu, mimi nisurubisheni kichwa chini miguu juu. majabali ya imani hayo Majabali ya imani hayo. Majabali ya imani hayo si kumwamini tu, ila hata